Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuwa hazina ya kitaifa ya miundombinu itazinduliwa juma lijalo. Rais alisema hazina hiyo, ambayo imebuniwa kwa ku ambayo imebuniwa kuvutia ufadhili hadi mara sita zaidi a, kutoka sekta ya kibinafsi, itasaidia kutafuta rasilimali kwa ajili ya maendeleo muhimu ya miundombinu nchini. Rais Ruto alizungumza hii leo wakati wa uzinduzi wa hifadhi ya vifaru ya Tsavo Magharibi katika eneo la Ngulia, kaunti ya Taita Taveta. Huyu hapa mwanahabari wetu Yusuf Farah na kina cha taarifa hiyo. Rais William Ruto amesema kwamba hazina ya kitaifa ya miundombinu inayotarajiwa kuzinduliwa wiki ijayo itahakikisha taifa hili linatekeleza mpango zianchi mbao wa mageuzi ya nchi ambao umekuwa mgumu kutekeleza kwa miaka mingi kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Hazina hiyo inatarajiwa kutafuta rasilimali kwa ajili ya maendeleo muhimu ya miundombinu nchini. That instrument of, uh, County where we have arid and semi-arid areas. Hazina hiyo pia itatumiwa kujenga mabwawa hamsini makubwa na mengine elfu moja madogo ili kutoa maji kwa matumizi ya nyumbani mifugo, wanyamapori na kwa ajili ya unyunyizaji mashamba maji. Hatua hii inatarajiwa kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyama pori katika maeneo kame yanayopakana na mbuga za wanyama pori. Tunaweka harvesting ya maji, ndio tuhakikisha kwamba iko maji ya kutosha ya wananchi, ya wanyama, ya mifugo na ya kuzalisha chakula kwa taifa letu la Kenya. Waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano alisema uzinduzi wa hifadhi ya vifaru ya Tsavo Magharibi katika eneo la Ngulia ni ushindi usiotiliwa shaka wenye umuhimu wa, wa kimataifa katika ulimwengu wa hifadhi. Kenya is on the global map when it comes to conservation. Most importantly it is a foundation of futuristic biodiversity conservation

Gavana wa kaunti ya Taita Taveta, Andrew Mwadime, alipongeza mpango wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na kibinafsi katika kukabiliana na changamoto ya maji katika kaunti hiyo. Kama tumekuwa na mbuga pori kubwa zaidi ulimwengu mzima ya rhinoceros. Mheshimiwa Rais, mawazo yako, nia zako, kwa kweli tukisema sote tunazifatilia, wakenya Enyeo hilo Langulia lenye ukubwa wa kilomita tatu mraba uliokuwa na vifaru watatu pekee miaka arobaini iliyopita, hifadhi hiyo ya vifaru ya Savo Magharibi sasa imeongezeka na kufikia kilomita elfu tatu mia mbili mraba ikiwa ndo kubwa zaidi duniani. Hifadhi hiyo ni makazi ya vifaru zaidi ya mia mbili. Darubeni.